Kwako wewe kijana mwenzangu, it's okay to isolate yourself. Na point kwenye maisha inafika, you just need yourself time. Watu wanaona uko vilevile vile. Umepata kazi? Hapana, sijapata. Biashara ikoje? your life then come back, tutakupokea. Shosti Tusemezane. Kwako wewe kijana mwenzangu, unayejitafuta bado, unayeweka mambo yako sawa, unayepambana mambo yako yawe mazuri kila siku

Kama unaona it's gol cool to, kama inakuwa too much of giving, yani unaona kama kama maisha yako hayana story to tell tena, unaona kama huna new updates tena, unaona kama it's like kama kuna kama una suffocate, you understand, isolate yourself. Isolate for the distraction. Isolate kwenye sehemu ambayo unatakiwa kujibu maswali mengi, isolate kwenye sehemu ambayo unatakiwa utoe update ya maisha yako, muda mwingine mpaka unadanganya. Isolate yourself not in bad ways, lakini that makes you having a peace of mind. Yaani peace of mind yako itatokea pale ambapo utaisolate, alafu utazuia distractions ambazo zina zina kelele za kuuliza inakuwaje, biashara ikoje, vipi umefanikiwa, umefanyaje? sometimes our head does not need that. Sometimes our akili zetu hazihitaji hivyo, so ikifika point unaona is too much, yani inafika point unaona kama una suffocate, isolate. Stop pick calls, stop reply messages, stop give yourself time, hata wiki sawa. Stop yourself to, yani kutoa updates. Jifunze ku isolate yourself kwa kuto kutoa updates ambazo kwa ku drain you. Kwa nini? That gonna help you building your self esteem ya ku control your your life bila kuwa na uh, uh, uh, nobody gonna hold you accountable ku kuuliza mambo ambayo hutaki kuya share. You understand? hakuna hakuna hakuna mtu mtu ambaye ambaye atakuja atakuja ku I I don't know the, the meaning of accountable, lakini hakuna mtu ambaye atakuja atasema nilikuwa nakupigia, mbona uniambi taarifa zako. Hakuna atakaye atakaye kulaumu. Can I say that way? Lakini if you feel you are suffocate sawa like you are you feel like you don't have updates to give your friends because of the situation you have passed through kwa namna moja au nyingine may you isolate yourself kwa muda take a breath like uf kwa muda then fix your life then come back tutakupokea Shosti tusemezane